Kiwa mjuzi wa maswala ya kifedha na hasa mshauri wa maswala ya mtindo wa maisha na jinsi ya kujiwezesha kifedha hasa kwa mtu binafsi. Tupo katika wiki ya kwanza ya mwezi Januari na. Je, ni hatua zipi ambazo mtu anafaa kuziweka kwa kutegemea na hali yake? Wapo ambao pengine wamevuka mwaka wakiwa na angalau vipeni eh? Wengine wamevuka wakiwa bila chochote wanawazia pengine ah, nikipata mtu nikipata mtu eh, ambaye anaweza akanikopesha shilingi elfu kama mm, elfu kumi ama elfu mia moja ama milioni moja nikipata mtu. Mtu yuko katika mawazo hayo. Je, ni hatua zipi ambazo mtu anafaa kuzichukua sasa, anapoanza mwaka mpya? Naam, uh, yako tu mengi mm -hmm. Na nikianzia tu ni kutokana na mahali ambapo tumetokea kwa mambo na sherehe za Krismasi za, za, za, za, za mm -hmm. ambapo itategemea vile ambavyo utajipanga kwa mwaka unapoanza mm -hmm. Lakini kwa kila mtu kuna mambo ambayo yanawiana na yako pamoja, Naam. ambayo tunafaa Kagua hali yako ya kifedha, mm -hmm. Hapa tunaelezea mambo na mapato yako na. Tunaelezea pia mambo na mikopo ambayo ulionayo utaweza kuingia kwa kujipanga kwa vile ambavyo utajipanga kwa huu mwaka ambao unaanza aa likiwa ni Uh, matumizi yako mm -hmm. Lazima uangalie matumizi yako no. Na ndio uweze sana sana hata kukwepa mm -hmm. Uh, yale matumizi ambayo si ya lazima no. Kwa sababu hapo ndipo watu wengi huwa wanapotea sana eh? no. Wakati mtu anatumia lakini uh, yale, mambo amba, yale matumizi ambayo uh, yaliyo yali, yali mbele yake no. Hatizami ni gani ambayo ni ya muhimu mm -hmm. Na ni gani ambayo si ya muhimu no. <laughs> Sasa ndio tunaita uh, mambo na unnecessary spending eh? Mm -hmm. Unapata mtu anaweka kipaumbele mbele no. mambo ambayo ni ya kianasa eh. Jambo lingine pia mtu ambaye ambapo anafaa kufanya yani ni... anapiga sherehe kwa wingi e, nam, nam. E, unapata sherehe inazidi uwezo wa mfuko kabisa, anasahau anasa, <laughs> mengine yote na na, na si ajabu pate mtu yupo katika eneo la sherehe handa hanani lakini anawazia kumpigia mtu am, am, am, ampatie hadithi ambayo ni tofauti na hali yake kwamba ah, bwana unajua mimi bwana, mamangu ni mgonjwa e, E, unaweza ukanisaidia elfu tano hata wengine hawapigi simu e. E, wajua walevi wanapendana sana hata e, kwenye hiyo meza ambao hana chote lakini atakunywa atatoka melewa <laughs> pale atatoka melewa walevi upendana kabisa, kwa hivyo si kama walokole si e? <laughs> kama walokole e. Sasa katika hali ya kujipima na kufanikisha hasa, uh, matumizi ya hela kwa uwezo ambao unao mm. mm -hmm. Kwa hiyo ni muhimu naam, hilo ni muhimu naam. no. na jambo lingine ambalo pia hatuwezi tukaliacha nyuma tu ni no. na kutengeneza bajeti. uh -huh. na sana sana huu mwaka unapoanza kuna mambo ambayo unafaa kuyafanya kama no. kutengeneza bajeti. uh -huh. Uh, ikiwa ni labda ku kwa miezi kadhaa ambayo ita, itakuja No. O, useme ya kwamba hivi ndivyo ningependa matumizi yangu yakaweze ya kutumika, mm -hmm, na kwa mambo na bajeti no. uh, ni muhimu sana kwa sababu itategemea na yale mapato ambayo unakadiria ambayo, mm -hmm, utakuwa nayo no. uh, na pia matumizi yale ambayo utakayoweza kufanya nini kuyatumia, mm -hmm. Na ukiweza kufanya vile, na uweze kufuatilia ile bajeti, na najua lile ni jambo ambalo huwa ni gumu sana kwa watu wengi no, kutengeneza bajeti, mm -hmm, vile ambavyo huwa tunafanya sana sana katika katika uh, hii Afrika yetu na. Ni kwamba tunatumia kile ambacho kinapatikana. Ilikuwa, eh, eh, nikuulize kwamba kwa mtu ambaye hana eh, kazi Na. ya mshahara pengine wa mpangilio wa kila baada ya mwezi ama mwisho wa wiki, pengine kila juma, kwa mtu wa aina hiyo ambaye mapato yake si thabiti ana, uh, atajiuliza nitapangaje bajeti yangu? Itategemea tu, lakini ni vizuri o, mm -hmm. Kwa mambo na bajeti vile ambavyo hu tunasema ni kwamba tunataka ile bajeti ambayo utaandika yawe ni matumizi mm -hmm. ambayo uko na uhakika ay, ay, ay, ay, mapato No. yawe u, uwe ni mapato ambayo uko na uhakika nayo <laughs> lakini isikuwe tu ni jambo abaro una assume tu ati utapata, lakini No. hujajua kwa kweli kama, Kama utapata, mm-hmm. kwa hivyo tungependa, uh, uweze kuweka bajeti kulingana na uh, yale mapato ambayo unajua kwa kweli hakika utakuwa nayo mm -hmm. Naam, e, pengine kwa mtu ambaye anajiuliza amepata kidogo, aanze na madeni ama aanze na malengo? <laughs> katika vipaumbele sasa, mtu anaishi katika hali anadaiwa huku anadaiwa huku, aanze na madeni ili akope tena Mere. ama afanye <laughs> <laughs> namna gani? Nauliza kwa, kwa watu <laughs> wengi eh, hawaandiki bajeti, iko kichwani iko <laughs> kichwani anatembea <laughs> anatembea <laughs> hey. hey. <laughs> <washawirin> <laughs> Ni, ni muhimu kila mtu kuwa na ile bajeti kwa sababu ndio maana naona hata taifa huwa pia iko na bajeti yake no. kwa sababu kwa matumizi yote yale ambayo tunayoafanya, usipokuwa na bajeti hey. utapata ya kwamba umetumia fisivyo vile nah. ambavyo hujapangia <inaudible> na uweze kutumia hata zaidi kuliko vile ambavyo ilifaa kutumia. Fupi tu ni kwamba mtu ambaye aliye na bajeti huwezi kumlinganisha na yule ambaye hana, kwa sababu kwa matumizi huyu ambaye hana atapata ataweza kutumia vibaya kuliko yule mtu ambaye aliyekuwa na na, na, na, na bajeti. Hivyo ni muhimu sana uh, kuhakikisha uko na bajeti uh -huh. uh, kwa kila wakati. Na. Na kwa mambo na madeni kama vile ndugu Murama ameweza kuuliza, ni uh -huh. ni kwamba uh, uh, ni vizuri sana sana kwa mambo na madeni uh -huh. isikwe tu kila jambo ambalo nalohitaji kufanya lazima lifanywe kwa kutumia deni, uh, deni. Mm -hmm. Na sana sana kuna deni ambazo unafaa kuhepa. No. Uh, unafaa kuhepa kukwepa sana sana, kuna uh, yale madeni ambayo yana riba kubwa mm -hmm. Na sana sana siku hizi naona mambo yamekuwa mengi sana no. Unapata ukienda pale kwa Play Store no. Utapata kuna apps ambazo ziko pale eh -eh. Ambapo ukisha download tu no. ukisha pakua ile app yako eh -eh. utaweza kukopa pesa hata unapigiwa simu na wewe ungependa kukopa? nilijaribu Naam. Eh, na unge... kufanya utafiti tu kwa ufupi na nikajaribu mm -hmm. kuona ya kwamba baadhi ya, ya zile app mm -hmm. si semi ni mbaya, lakini utapata ya kwamba ile riba ambayo utalipa pale, no. ni kubwa sana mm -hmm. uh, kiasi, kun, kun, kunazo ambazo nilijaribu kuangalia tu na nikaona utaweza lipa hata riba uh, ya kwenda hata, riba, uh, riba, hata sabini asilimia mm -hmm. sabini na asilimia sabini hiyo ni kumaanisha ukikopa shilingi elfu kumi na. Au utakuwa umelipa na shilingi elfu saba na ni kwa mwezi mmoja tu. Mm. Lakini sana sana watu yani, unakopa elfu kumi, unalipa elfu saba. Naam. Juu. Naam. Kwa, eh, kwa hivyo, uh, ni vizuri sana, sana, <laughs> sana ujue ile mikopo ambayo unakopa ni ya namna gani eh, na sana, sana ujaribu kuangalia kiasi cha juu cha riba. Ile mikopo ndio unafaa kuhepa ama kukwepa, na uweze kukopa mikopo ambayo itakusaidia, ambayo itakuwa na lipa riba kidogo. Lakini kwa yule ambaye lazima akue na, na, na, na ile deni, Vizuri tu, uh, ukija ni kuziripa. Heri uanzie na ile kopo ambayo iko na riba kubwa uje kumalizia na ile ambayo iko na riba kidogo. mm -hmm. Kwa sababu ukikaa sana, sana na huu mkopo ambao uko na riba kubwa, mm -hmm. kuna uwezo ya kwamba zitakushida kulipa kwa sababu riba imekuwa kubwa, na labda ukiweka mahali popote, si ati unajua, kuna mwingine ambaye atakopa aweke kwa biashara, na yule ambaye ataka kwa biashara labda atakuwa anapata mapato mm -hmm. ya kugharamia ile riba na, na vile vile kumsaidia yeye mwenyewe kwa hiyo... Kwa hiyo kwa mtu ambaye anachukua mkopo ili kuanzisha biashara na baada ya kufanya utafiti, kwa sababu unaweza ukaanzisha biashara ukawa sasa biashara zenyewe eh, biashara eh, eh, zimegoma. <laughs> <metic thoughts> Umechukua, umechukua mkopo wa elfu hamsini ukaanzisha uh -hmm. biashara lakini bidhaa unazouza haziuziki uh -hmm. Eh, kwa hiyo ni vizuri kufanya utafiti, na nimependa ulivyosema kwamba hasa mtu aangalie riba E, matokeo ya mwisho na mara nyingi mtu anapochukua mkopo, e, aghalabu e, watu hawaangalii wa hasa riba itakuwa ni gani. mm. Nasema eh, mimi bwana, acha eh, itakuja usikwapa shikamana mm. eh, kaumanie mbele. <laughs> <laughs> Naam. Vipi kwa hasa yule ambaye atasema kwamba wajua, zipo imani mbalimbali mbali. mm. Watu wana E, imani ama wa, ni waumini wa dini mbalimbali ambazo mbali, zina mitazamo tofauti tofauti, hasa kuhusiana na hela. Mm. Kwamba ukijibana sana Mungu hatakubariki sana. Mm-hmm. Unafaa upanue wigo <laughs> hey, <you think big> <laughs> <laughs> Kwamba unajua na hata ukiishi katika nyumba ambayo pengine, mfano kama mtu ameamua anapunguza E, gharama pengine za kuhamia nyumba ambayo itakuwa ni ya kodi ya chini mm. E, lakini ukapata mtu anamwambia rafiki anamwambia, ah, we unaenda nyumba ya chini namna gani bana? Unajua un, un, unafaa uvutie uvutie mapato eh? Ishi nyumba kubwa kama mimi hivi, unaniona. Unajua sijui nitapata wapi hela za kufanya hivi na hivi, lakini nitalipa kwa mtu ambaye anaishi katika mkanganyiko wa aina hiyo na jazba ya mawazo mengi ambayo yameleta mchanganyiko, anafaa kufanya nini? Uh, jambo la kwanza vile ambavyo unafaa ku ama tunafaa ku, uh, kuangalia ni kusema ya kwamba uh, usiige mm, maisha ya wale wengine mm -hmm. Sababu sana sana siku hizi naona kuna mambo na social media. No, na unapata kila mtu kuna mambo, kuna ile picha ambayo anataka ama ile taswira ambayo anataka kuonyesha eh, kwa watu ama kwa wale marafiki zake ambao wako pale mtandaoni eh, no, na ukaweza kujiringanisha na kuwafikia ama ukae maisha yao mm-hmm. Nadhani hilo litakuwa ni jambo gumu sana katika maisha yako. Kwa hivyo, jambo la muhimu ni kuhakikisha unaishi kulingana na uwezo wako mm -hmm. Na kama hivi vile ambavyo umesema mambo na nyumba kama no. Utaweza nyumba tu ambayo uh, unalipia kodi shilingi elfu mbili nah. Pale ule ndio uwezo wako mm -hmm. Lakini usione mwingine anaishi mahali uh, ambapo analipa pesa nyingi mm -hmm. Ujaribu kukaa kama yeye. Hata kama mnalipwa mshahara sawa. Inategemea pia kwa sababu unaweza kuwa mnafanya kazi katika kampuni moja nah. E, pengine mnalipwa shilingi, acha tutumie nchini Kenya mshahara wa wastani ni shilingi elfu kumi na tano, sio? na e, sasa tuseme mnafanya kazi katika kampuni moja mnalipwa mm -hmm. shilingi elfu kumi na tano kila mwezi. Sasa ukamwona wewe unaishi katika nyumba ya shilingi elfu mbili yule mwenzako anaishi katika nyumba ya shilingi elfu saba mm -hmm. unasema hawafai kuigana? Uh, kabisa kwa sababu yule, uh, kuna mambo, kuna hesabu ambazo unafaa kufanya pia uh. Isiwe ati ukisha alipo mshahara wako pesa zako zote, zote zinaishia kwa mambo na, na kulipa nyumba na, kwa sababu kuna mambo, kuna matumizi mengine ambayo pia ni ya muhimu eh. mm -hmm. na kuna kwa mambo na, na na, nyumba hata kama ni basic need mm -hmm. ya, unafaa pia uhakikishe mm -hmm. umeiweka kiwango ya kwamba hata zile basic needs zingine ambazo utakuwa nazo mm -hmm. kama mambo na chakula na zile zingine ambazo huwezi ukakwepa uhakikishe pia ziko na nafasi yake, lakini kwa mtu ambaye ana kiasi kama kile labda cha mshahara ni hmm, vizuri uhakikishe kuna asilimia ambayo hutapita kwa mambo na nini kwa mambo na kulipa nyumba ndi uweze kuweka ile nafasi nyingine kwa, kwa matumizi mengine ambayo unahitajika kwa no. Hivyo usiwe tu ati mshahara wako wote unaenda kwa mambo na nini na kulipa nyumba mm -hmm. Na kuna kulipa ni kama tu hata mambo na, na, na, na, na, na, na, na mavazi no. ya, kuna lile vazi ambalo utavaa labda umenunua shilingi mia mbili na. na kuna mwingine ambaye atafaa uh, shilingi elfu kumi wala na. watu wawili wote wamesetiri uh, mm -hmm. mwili lakini umesetiri kwa jia ya namna gani inategemea na kiasi ambacho umeweka mahali pale. kwa sababu yeye amesitiri mwili na ukataka ujisitiri, usitiri mwili wako kwa hali kama yake. Ndiyo. unasitiri mwili lakini akili imedofika, unaweza ukawa mwendo wazimu bwana. Pressure. <laughs> <laughs> E, e, pengine ni mambo gani nafikiri hayo. Katika kuangazia hatua, umekuwa pia ukiangazia na mikondo ambayo watu hawafai kuichagua mm, e, katika kujihatarisha na kujiingiza katika mikwamo e, ya kifedha e, mikopo. Mtu anafaa kujua mkopo ambao ni mzuri kwake kwa kutumia vigezo gani? Kama vile ambavyo nimeweza kutaja hapo awali mm-hmm. jambo la kwanza ni mambo na riba na, na utafaa kuangalia ya kwa kwamba kama uko na uwezo wa mm -hmm. kulipa deni lenyewe no. Na pia kugaramia ile ambayo ni riba ambayo itakuwa imeongezwa pale mm -hmm. Na una, utakapofanya vile no. Uh, itakuwa vizuri, itakuwa bora zaidi mm -hmm. Jambo la pili pia unafaa kuangalia ni kwamba zile pesa unakopa, unakopa upeleke wapi, kwa sababu huyu mtu ambaye atakopa ndio labda aweze kutumia kwa mahitaji yake ambayo pia atasiyo ya lazima, huwa ni tofauti sana na yule ambaye atakopa labda aweke kwa biashara ndio no. mm -hmm. ile pesa ambayo amekopa mm. aweze kuiwekeza iwe na mapato mengine zaidi. Kwa hivyo itategemea ile uh, ama ule mkopo ambao unakopa ni mkopo mm -hmm. wa aina gani. Lakini sana sana uh, jambo la juu kubwa sana ambalo unafaa kulitazama na. Ni mambo na riba mm -hmm. isiwe umekuwa wewe ni kwa uh, ni, ni, ni, ni, ni, ni slave mm -hmm. ile mambo na mikopo na. Ndio kwa utafiti wako uh, mtu anaweza kuendelea bila mikopo na nauliza swali hili kwa sababu serikali katika kila mwaka tunaona kwenye bajeti e, pakiwapo na makadirio ya sehemu ya ukopaji e, na hata viongozi utasikia wakizungumza na wale ambao ni wa watekelezaji wa sera za serikali utasikia wakisema kwamba tunafaa kukopa e, tunafaa kupata mkopo huu ili kujiendeleza. Je, e, ama nikiendeleza kwenye uchachari huo huo ni kwamba unasikia hata Marekani ina deni mm -hmm. kwa mtu binafsi. Je, unaweza kujiendeleza pasi na mikopo? Dio, ni muhimu na pia inawezekana kwa sababu si mambo yote ambayo utakayoyafanya mm -hmm. lazima uwe na pesa ambazo ambazo ambazo ni za mkopo. La muhimu tu ni kuhakikisha unaishi maisha ambayo yanatoshana na yale mapato yako ambayo unayapata mm -hmm. na ukiishi, a, a, a, u, a, a, ama uishi maisha ambayo ni ya hali ya juu sana a kuliko yale mapato ambayo unayapata ndipo mm -hmm. utajipata ya kwamba unajiingiza kwa, kwa mambo na mikopo. Kwa hivyo ni muhimu sana, uh, ama ni jambo linawezekana mm -hmm. kuhakikisha unaishi ama unafanya mambo yako bila kukopa, na ni muhimu sana hata pia kama unaweza, uh, unaweza kaa bila mikopo, kwa sababu tumesema ya kwamba mikopo yote yule mtu ambaye anakukopesha pia mm -hmm. ako kwa biashara yake na, na kuna kile uh, anachotaka kutoka kwako mm -hmm. lakini itakuwaje wewe umekopeshwa ile pesa urudishe na riba kubwa uhum. na riba kubwa ambayo utalipa ni jambo ambalo ungefanyia kwa, ma, kwa matumizi mengine naam. Kwa hivyo inawezekana uh, uweze kuishi bila mkopo naam. Uh, pengine tukizungumzia hasa swala la bajeti na kujipanga, uhum, mtu atasema ah, haya yanahusu tu watu ambao wanapata mishahara <laughs> <laughs> <laughs> Mimi, mimi ni mtu wa mashinani bwana. Mimi ni mama mboga, mimi ni mtu wa mkokoteni, msakatonge, msakatonge. <laughs> Eh, sina cha kupangia. Bora nimepata kwa mtu ambaye ni msakatonge hasa, ambaye anategemea mapato ya kila siku, kwamba anafanya kazi leo ili ale leo na ndio sababu napata wengi wanailaumu serikali kwamba inajenga wakati kuna njaa, watu wanaishi kwa kutegemea cha leo leo, ninaenda kazini ili nipate chakula leo. Mm -hmm. Kwa mtu kama huyu akitaka kujifufua na kujiweka kwenye mwelekeo ambao utakuwa ni wa kujiimarisha kifedha, kwa sababu kifedha ama kuwa na fedha si lazima ukawa katika kazi ya kuajiriwa. Mm -hmm. Pengine anaweza kuchukua mkondo gani wa maisha? Mkondo ambao utamfaa zaidi na kufanya akaimarika kimaisha. Kabla hajajibu hilo swali e, ninaweza kutoa mfano wa maisha ya kihalisia nimekuwa na. Hmm. Ni na mafundi wakinichegea mahali fulani, kama mafundi wanapata zaidi ya elfu moja kila siku, elfu moja mia mbili hmm. hmm. lakini unaona jioni yanakunywa hmm hiyo elfu moja mia mbili anakunywa kama mia nane eh. <laughs> <laughs> Wengine ni watu mkono, eh, eh, wa mkono awa wasaidizi anapata hela nyingi, hiyo elfu sita anakunywa karibu yote mm. Siku ya pili akija hana pesa mm -hmm. Nah. Sasa unashida. Sasa nimefikiria wakati ambapo amesema wagalie matumizi yako eh.